hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi ukurasa wa mbele. Lakini Raila Odinga, historia ya Kenya, kielelezo cha demokrasia barani Afrika. Raila Odinga, historia ya Kenya, kielelezo cha demokrasia barani Afrika. Lakini urais wa Mpina ndio basi tena. E, urais wa Mpina ndio basi tena. Hiyo e, ni habari pia inapatikana kwenye gazeti la Mwananchi kwenye kurasa wa mbele. Pata nakale yako kwa habari kwa kinam na bado kwenye gazeti la Mwananchi kuna habari inayosema mwangwi wa amani katika uchaguzi waendelea kuvuma. Mwangwi wa amani katika uchaguzi waendelea kuvuma, e, wa uchaguzi waendelea kuvuma. Pia wa la Shahidi kesi ya Lissu alivyohitimisha ushahidi wa siku tano. Shahidi kesi ya Lissu alivyohitimisha ushahidi wa siku tano, e, ukurasa wa mbele wa gazeti la Mwananchi na mahakama ya kataa kuojiwa waliotoa viapo kesi ya polepole pole. Mahakama ya kataa kuojiwa e, waliotoa viapo kesi ya polepole hiyo pole. Ni habari pia inapatikana kwenye gazeti la Mwananchi ukurasa wa mbele. Lakini bado kuna habari inayosema serikali yatangaza ajira mpya kumi wenye taaluma hizi e, wachangamkie. Hiyo ni habari inapatikana ndani ya gazeti lako la, la Mwananchi. Pate nakala yako kwa habari kwa kina na tukiachana gazeti la mwananchi tuangazie kwenye gazeti la kule Nipashe mwanga wa jamii lenye linaandika serikali kulinda maslahi ya taifa katika mikataba e, serikali kulinda maslahi ya taifa katika mikataba, endelea ukurasa wa nne. Lakini mwinyi ajinadi kwa biashara Uthmani kuwapa ajira vijana e, mwinyi ajinadi kwa biashara, lakini Uthmani awapa ajira vijana. Lakini mapokezi mwili wa Odinga usipime e, ya poti yavamiwa mapokezi mwili wa Odinga usipime ya poti ya vamiwa. Lakini bashi siasa iliua sekta ya sukari e, bashi asema siasa ili uwa sekta ya sukari afichua Dr. Samia alivyoipa uhai upya Tanzania ya uza sukari nje ya nchi kwa mara ya kwanza. Hiyo ni habari ukurasa wa pili wa gazeti la kule Nipashe. Lakini Lisu alidhamiria kuchapisha video mtandaoni, shahidi asema Lisu alidhamiria kuchapisha video mtandaoni lakini polisi tumenasa mtandao hatari wa wizi wa pikipiki msibani nsherehe. E, polisi tumenasa mtandao hatari, e, wizi wa pikipiki msibani na kwenye sherehe. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti ya Nipashe ukurasa wa mbele. Lakini kwenye gazeti lako la Habari Leo asubuhi ya leo lina habari inayosema Raila Odinga kuzikwa kesho kutwa. Hiyo ni habari ukurasa wa 18 inasema Raila Odinga kuzika kesho kutwa. Lakini Majaliwa ahimiza vijana kilimo na mifugo. Raila e, Odinga E, kumradhi nasema Waziri Mkuu Kassim Majaliwa ahimiza e, vijana kilimo na mifugo. Ni habari ukurasa wa tano. Lakini Tanzania yauza nje sukari tani elfu themanini, e, Tanzania yauza sukari nje, e, elfu themanini, ndio, ni habari endelea ukurasa wa tano. Lakini habari kubwa ndani ya gazeti la Habari Leo, Samia aja na mikakati ya uchumi Kagera. Huyo ni Dr. Samia aja na mikakati ya uchumi Kagera hiyo ni habari niendelea ukurasa wa pili. Lakini Mchecho ataka umakini kwa mashirika ya epuke hasara, huyo ni Mchecho ataka umakini kwa mashirika ya epuke hasara. Lakini JWTZ, uchaguzi mkuu utafanyika kwa amani. Hilo ni jeshi la wananchi la Tanzania, JWTZ yasema uchaguzi mkuu utafanyika kwa amani. Hiyo ni habari ukurasa wa tano wa gazeti lako la habari leo. Patanakale yako kwa habari kwa kina lakini dhahabu, nafaka, utalii vya ipaisha mauzo nje, e, dhahabu, nafaka, utalii vya paisha mauzo nje. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti la habari leo ukurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la uelekeo linatuandikia Tanzania Venezuela zahimiza ushirikiano, wapinzani wazidi kumiminika CCM, na Dr Samia tutakomesha tatizo la mafuriko Bukoba. E, Dr Samia asema tutakomesha tatizo la mafuriko Bukoba ahidi kujengewa machinga kompleksi ndani ya Bukoba. Lakini Dr Nchimbi alivyofanya Dr Samia hajipata kutokea, Nchimbi alivyofanya Dr Samia haijapata kutokea. E kutokea na Bashiru, maboresho ya elimu yalivyofanyika nchini, ya ya yalivyo nchini ya kihistoria. Huyo ni Dr Bashiru asema maboresho ya elimu yaliyofanyika nchini ni ya kihistoria. Hilo ni gazeti lako la Uelekeo ukurasa wa mbele huku gazeti laku la majira lenye naandika serikali ya ahidi wanawekezaji sheria rafiki. Eh, serikali ya hidi wawekezaji sheria rafiki. Lakini mwandishi wa majira ashinda tuzo ya TMA habari kurasa watatu, na WB kuwezesha Tanzania kitovu cha uzalishaji nishati. Eh, WB kuwezesha Tanzania kitovu cha uzalishaji nishati. Lakini Dr. Mpango aagiza utunzaji mazingira kupewa kipaumbele. Dr Mpango aagiza utunzaji mazingira kupewa kipaumbele na Dr Samia anika miradi inayoing'arisha Kagera. Yuni habari kwenye gazeti lako la majira ya ukurasa wa mbele, lakini Nairobi yasimama mwili wa raila Odinga, e Odinga ukiwasili. Huku jeshi la wananchi Tanzania JWTZ yaridhishwa na hali ya usalama nchini hilo ni jeshi la wananchi la Tanzania laridhishwa na hali ya usalama nchini. Hilo ni gazeti lako la majira ukurasa wa mbele. Lakini wamachinga, gazeti lako sauti ya wanyonge, asubuhi ya leo lina habari inayosema serikali yaahidi sheria rafiki za uwekezaji kufanikisha dira 2050 lakini nemki ya dhibiti uingizwaji kemikali hatarishi kwa elimu ya mazingira mipakani. Nemki ya dhibiti uingizwaji E, kemikali hatarishi kwa elimu ya mazingira e, mipakani. Lakini agizo la Rais Dr. Samia e, uchimbaji wa visima vya umwagiliaji Geita latekelezwa. Agizo la Rais Samia e, uchimbaji wa visima e, vya umwagiliaji Geita latekelezwa. Lakini mahakama kuu Zanzibar yatupa ombi la mgombea uraisi kafu. Mahakama, uru... mahakama kuu e, Zanzibar yatupa ombi la mgombea uraisi kafu lakini habari kubwa ndani ya gazeti lako la Wamachinga, sauti ya wanyonge ni Samia usipime. E, hiyo ndio habari kubwa e, kwenye gazeti lako la wamachinga ni Samia usipime e, atangaza neema kwa wanamachinga nchini, ahidi akichaguliwa, serikali itatenga bilioni mia mbili kwa ajili ya uwekezaji e, kwa wafanyabiashara wadogo wadogo, yani wamachinga. Lakini atangaza mkakati wa kuweka mazingira y rafiki kwa wamachinga e, atamani kuona taifa lenye furaha kwa kuinua kiuchumi. Lakini bilioni kumi kutengwa e, ujenzi wa jengo la machinga kompleksi katika eneo la Kishenye, Bukoba mjini. Lakini asema serikali ya CCM itaendelea kujenga shule za sekondari katika visiwa e, visiwa mkoani Kagera ili wapate fursa ya elimu. Hiyo ni habari inayosema Samia usipime ndani ya gazeti lako la machinga. Pata nakala yako kwa habari kwa kina lakini gazeti lako la Dira linaandika Alex Msama, puuzeni maandamano kapigeni kura. E, lakini kuna habari inayosema Bukoba kujengwa uwanja wa kimataifa, utakuwa uwezo wa kuchukua ndege kubwa zenye watu 180 mpaka watu 200. Lakini serikali yaahidi sheria rafiki kwa wawekezaji, ufanikishaji Dira 2050. Lakini nemki yajenga uwezo taasisi e, wizara ya utekelezaji wa sheria ya mazingira nemki ya jenga uwezo taasisi wizara utekelezaji wa sheria ya mazingira. Hilo ni gazeti lako la dira ya mtanzania ukurasa wa mbele, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini gazeti lako la dira ya mtanzania leo linaandika JWTZ yatoa tamko zito uchaguzi mkuu e, Dr. Samia ahidi uvuvi wa kisasa, mikopo kwa wavuvi Bukoba. Nemki adhibiti uingizwaji wa kemikali hatarishi hilo ni gazeti lako la Mtanzania leo ukurasa wa mbele. Lakini Ridhwani Kikwete awashukuru walioshiriki kilele cha mwenge Mbeya. Lakini Chikumbwao asema ACT Wazalendo haitasusia uchaguzi kamwe. Lakini uni gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa, linaandika NEMKI yajenga uwezo wa taasisi za wizara katika utekelezaji wa sheria ya mazingira. Lakini mgombea udiwani CCM Kidodi atengenezwa ee, zewa zege mgombea urais mgombea udiwani CCM Kidodi atengenezewa zege. Lakini Samia, wananchi watakuwa mashahidi ushindi wa chama cha mapinduzi. Huyo ni Dr Samia Suluhu uh, asema uh, wananchi watakuwa mashahidi ushindi wa CCM. Lakini serikali kuweka sheria rafiki kwa wawekezaji kufanikisha dira 2050 mgombea urais Kafu angukia pua mahakama kuu Zanzibar. Hilo ni gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa, ukurasa wa mbele. Lakini taifa Tanzania, gazeti lako uzalendo kwanza, linaandika kagera kupata uwanja wa ndege kimataifa. E, kagera kupata uwanja wa ndege kimataifa. Lakini serikali yaahidi sheria rafiki kwa wawekezaji kufanikisha dira ya elfu mbili na hamsini. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la taifa Tanzania, ukurasa wa mbele. Huku gazeti lako la uhuru linatuandikia mageuzi zaidi yanakuja sekta ya kilimo. Huyo ni Kasim Majaliwa, habari inaendelea ukurasa wa 4. Lakini Dr Samia, umeme saa 24. Eh, Dr Samia asema umeme ni saa 24. Balozi Nchimbi aeleza ujasiri wa Dr Samia. Mwinyi ataja mbinu kuvutia wageni. Lakini habari kubwa kabisa inaanza ukurasa wa juu, inasema ineki haki ya mpiga kura ni kupewa nafasi ya kuchagua e, lakini mgombea wa urais sau apania kuisuka Tanapa, mgombea wa urais sau apania kuisuka Tanapa na serikali yaahidi sheria rafiki kwa wawekezaji. Lakini habari nyingine ingine inaosema gazeti lako la Uhuru Oktoba tuna tiki. na tukiachana sasa na kurasa za mbele za magazeti mbalimbali nchini Tanzania, tuangazie kwenye kurasa za michezo. Tunaanza na gazeti lako la Uhuru naandika Eh, Folds akili yote kwa wa Malawi huyo, ni kocha Folds, akili yote kwa wa Malawi. Lakini Simba hiyo Eswatini. Uwanja wa soka Arusha wafika asilimia 63. Na KMKM Azam FC bala. Lakini bondia arabi kupanda ulingoni na kimataifa, ukuta wa Arsenal ni mgumu. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Uhuru. Lakini taifa Tanzania inaandika ligi ya mabingwa barani Afrika, Yanga yapania kutanguliza mguu mmoja makundi kesho, lakini Ndebele alia na mshahara mdogo, aomba e, aongezewe. yule bari inapatikana kwenye gazeti lako e, la Taifa Tanzania lakini bado kuna habari nyingine, nasema Beri Chirwa arejea tena Kagera Sugar. Beri Chirwa areje tena Kagera Sugar. Lakini gazeti lako e, gazeti lako la na mwanahabari inaandika Singida Black Stars ya jinasibu kutinga makundi lakini Musonda kurejea ligi kuu Bongo, dirisha dogo. Kamara atemwa safari ya Esotini e, Kamara atemwa safari ya Esotini. Hilo ni gazeti lako la mwana habari, lakini gazeti lako la wamachinga linaandika Kante Kamara wabaki Simba ikienda Esotini. Pacome Dube waleta balaa Malawi, lakini Mkwara apewa kongole kufunga bao dhidi ya Algeria, na Azam yaitisha KMKM shirikisho na bi timu za Tanzania kutinga makundi kafu. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la machinga ukurasa wa mbele, huku gazeti lako la majira linaandika Simba kuwakosa Bajabar Musa, Kamara kukipiga na singizi eh, kesho kutwa kocha mpya wa makipa ndani. Lakini Yanga Silver Striker hapatoshi kesho Malawi, Watanzania watakiwa kuisupoti Dar City. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la majira ukurasa wa michezo huku gazeti lako la Habari Leo linaandika Mzize na Jobu warejea kuikabili Silver Strikers, lakini Dasiti ya sajili wa Marekani e, kwenye kikapu, lakini Kamara kuikosa Nsingizini. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Habari Leo ukurasa wa mbele, lakini gazeti lako la Nipashe linaandika Yanga ya tamba ushindi popote, lakini Pantevu Singizini Hotspur itakufa. Huyo ni Pantevu asema Nsingizini Hotspur itakufa tu. Hilo ni gazeti lako la Nipashe ukurasa wa michezo, lakini gazeti lako la Mwanaspoti eh, kurasa wa michezo zinaandika zimevuja. Ni nini ni hizo. Lakini gazeti lako la Mwanaspoti nasema zimevuja robo atua da atoa tamko zito yanga. Huyo ni Roro atua Dar es Salaam atoa tamko zito yanga, lakini mabedi atuma salamu Yakubu aachwa msala e, wa Kamara, mabedi atuma salamu